Namna nilivyokuwa tangu mdogo, sikufunzwa sana kuongeaongea uongo. Mara nyingi watu wanaweza kanichukia sana, hata namna anavyozungumza na watu, lakini kwa sababu ya orientation niliyoipata tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo, Mufti, tunapokuwa kwa pamoja katika sadaka hizi, tunataka kina mama hawa washiriki katika kuomba, washiriki katika dua, lakini washiriki katika kuhakisha taifa letu linaendelea kuwa na amani, na hasa hasa nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi, mivurugano huwa ni mingi sana na uongo huwa ni mwingi sana. Sasa hiki ni kipindi cha mifaragano, ni kipindi cha watu kuongea mambo, na ndio maana tunasema tuendelee kuliweka taifa letu katika mikono ya mtume wetu, ili mambo yote yaweze kwenda kama vile Mungu anavyoyataka. Tukifanya namna hiyo tutakuwa tumefika hatua ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, sisi hatuna jingine lakini zaidi ni kwamba hiki ni chakula ambacho tuliona, mama mmoja akishiriki katika sadaka hii, nyuma yake ana watoto nyuma nyuma yake ana ndugu na nyuma yake ana familia, kwa watashiriki wengi katika hii sadaka ndogo. Na baada ya hapo baada ya kumaliza hii, kama sema, hili kama nilivyosema, tutakuomba tena wiki hili hili tushiriki tena katika sadaka hii hii kwa watu wengine wa kawaida sana ambao wanaweza kuona na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho watapata. Tumepokea sadaka ambayo wameileta ya kualisha eh, watu ambao wana haja ya kupata futari, na kwa sisi kama baraza tunakushukuru, tunakupongeza, lakini tunaona kwamba umetunyanyua katika kiwango cha juu sana kwa kutupa sisi eh, nafasi hii, kwa sababu ungeweza kama mkuu wa mkoa kuwapa watu wa aina nyingine. Nakumbuka kwenye futari uliniambia, uliambia shekhe, nakuletea ftari amba walete, nami nitamwambia mwanangu atakusanya watu uh, Salma Mtambo na kweli tukafanya hivyo, na alhamdulillah leo kuna mama wote hawa wanakuombea dua na anamwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dua kubwa sana. Eh, niko hapa kwa ajili ya kumshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana Albert Chalamila, kwa hiki kitendo alichokifanya cha kuwagaia watu wetu futari, sisi tunaona kwamba ni sapoti kubwa aliyoifanya katika jambo hili, kuwasaidia watu wetu ambao hawana uwezo. Lakini pia napenda kumpongeza mufti wetu wa Tanzania kwa kuliunga mkono jambo hili na kuliwezesha kufanyika hasa kwa mkoa huu wa Dar es Salaam.